Watanzania lakini wana Rorya hususan e, ni e, wakazi wa maeneo haya ya Gabimori A, ni awamu nyingine ambapo tumekuja kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kushirikiana na serikali yetu ya mkoa mkoa wa Mara. E, wizara imejielekeza kwamba lazima maji yatumike kwa tija kubwa, yaani tufuge samaki lakini pia maji haya yatumike kwa shughuli za kibinadamu pamoja na mifugo. Ndilo tukio ambalo tunalifanya siku ya leo hapa Gabimori. Tutaweka vifaranga kwenye vizimba hivi viwili hivi, vizimba viwili sio vizimba vya kibiashara hivi, ni vizimba kwa ajili ya mafunzo, kwa ajili ya mafunzo, kwa sababu chuo chetu ukiachia e, jukumu hili ambalo tunalifanya leo, leo pia tunazindua kwamba sasa programu za mafunzo ya muda mfupi zianze kutolewa kwa wananchi wanaozunguka eneo hili, lakini wakiwepo wengine ambao wanatoka mbali nje ya Mara hawazuiliwi, wanakaribishwa waje, maana elimu inatafutwa popote pale ilipo. Kwa hivyo tutaweka vifaranga elfu nne uh, ambavyo vyote vitakuwa ni madume kwenye hivi vizimba viwili kwa ajili ya kumonita ukuaji wake, tuone baada ya muda gani vitakuwa tayari kwa ajili ya kuenda kutumika kama chakula. Tunafahamu tu kwamba kwa, amba, kwa tafiti ambazo zimekwisha kufanyika na chuo pamoja na tafiri na wadau wengine, muda wa miezi sita mpaka saba tangu kupandikiza vifaranga, na tukizingatia zile huduma bora za ugani, vifaranga hao wanakuwa kuweza kufikia sio chini ya gramu mia mbili hamsini ambao ni ukubwa unaotosha kabisa samaki huyo kumfanya kuwa chakula ili eneo kwa ajili ya mafunzo. Kwa hiyo wale wanafunzi na wadau mbalimbali watakuwa wanakaribishwa kuja kujionea, kutakuwa kuna monitoring ya, ya karibu kupima uzito kila baada ya muda wa interval, labda kila baada ya mwezi mmoja. Kwa mfano, leo tunapopanda hivi vifaranga vina uzito usiopungua gramu e, kama kumi kumi na tano katikati hapo. Sasa tutaona baada ya mwezi mmoja, hao tunaopandikiza kwenye vizimba tunawalisha chakula ambacho pia kimepitishwa kwamba ndicho kinachofaa, tuone ukuaji wake utakuwaje. Hapa tuko kwenye kampasi ya Gabimori ambayo iko mkoani Mara, ambapo kama alivyoeleza naibu katibu mkuu, tumeweka miundombinu ambayo ni hachare kwa ajili ya kuzalisha vifaranga vya samaki, mfumo wa rasi kwa ajili ya kufugia samaki na keji mbili, ambayo ni vizimba viwili kwa ajili ya kufugia samaki, na madhumuni ya kuonyesha hizi keji mbili ni kwamba hivi vizimba si lazima viwe ziwani tu au baharini. Kwa hiyo hata sehemu yenye malambo au mabwawa ma makubwa vizimba vinaweza kuwekwa na miundo mbinu hii itatusaidia katika kutoa mafunzo ya muda mfupi, wakati tunaelekea kutoa mafunzo ya muda mrefu huu. E, ufugaji utakuwa na tija, kwa sababu ukiangalia maeneo mengi ya Tanzania yana malambo kama haya na malambo hayo yanatumika kwa ajili ya watu kuchukua maji na kunyweshea mifugo. Kwa hiyo tutaongeza shughuli nyingine ya tatu ya kiuchumi, kwamba tunapandikiza samaki ambao wa wanapatikana maeneo yale, watu watafaidika tena kupata fedha kutoka kwenye, kwenye samaki. Kwanza, kwanza nishukuru serikali kwa hiki ambacho kimefanyika, kime kwa siku ya leo kwa sababu nikiangalia Rorya ya tu peke yake ina asilimia kama themanini ya eneo la ziwa, lakini pia ina eneo kubwa la nchikavu, na hiki ambacho tumekifanya ni kuhamasisha shughuli za uvuvi ziendelee kufanyika kwenye eneo la nchikavu. Kwa hiyo sisi na wilaya zetu zote ambazo haziko pembezoni mwa ziwa, ni sehemu ambapo wanaweza wakapata darasa pakuja kujifunza namna gani wanaweza wakaendeleza sekta hii ya uzalishaji mali, hasa kwenye eneo la uvuvi kwenye maeneo yao. Si kwamba lazima wawe na ziwa ndio unaweza ukafuga samaki, unaweza ukafuga kwenye vizimba, lakini pia ukafuga kwenye mabwawa. Kwa hiyo, mimi rai yangu kwa chuo hiki, watu waje wajifunze, elimu haina mwisho. Naitwa Zuberi Mohamed Kinanda, diwani wa Kata ya Kiangasaga. Nishukuru sana Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa tukio hili la leo ambalo tumepanda samaki katika lambo hili la chuo cha Gabimori. Ni imani yangu kwamba samaki hawa baada ya kuwa wamekuwa, basi tutakuja kuboreka sana watu wa ukanda huu wa Kata ya Kiangasaga pamoja na Nyamagaro. Kwa jina naitwa Juma Msangia, ambaye ni mwenyekiti wa kijiji cha Gabimori. Kwa kweli kwa siku ya leo nimefarijika sana kwa ujio wenu kutuletea vifaranga vya samaki kwa ajili ya kutusaidia wananchi, lakini pia nishukuru serikali sikivu ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kunijali kijiji changu kuleta hii kampasi ya Gabimori, kwa sababu ni vijiji vingi vilivyotamani fursa hii, lakini kwa mipango ya Mungu nimefanikisha kupata fursa hii.